Hayakwelionatoka kwa Mtanzania kuja wengi ah. wengine wamin na yeah, kufanya ah. vizuri njetuni nini yoela nilisahau kupiga mahesabu kuja kupiga mahesabu vizuri ni ah. nilisahau kukumbusha hivyo unajua kwamba mimi nilipanga kutembea na wewe nitumie shilingi unajua, sawa elfu hamsini. Unajua hilo swala, asante nakugaia, ila ngoja twende kwenye mahesabu kidogo, sizipo kichwani. Nakukumbusha siku ya kito na kwanza nilipokutongoza, yeah! Ukanambia una shughuli kiasi, nikakupa shilingi ngapi? Nikakutumia shilingi elfu kumi na tano. Ukaenda kununua kijula na mtandio wake, shilingi ngapi hiyo? Tunaelewana. ah, ah. stuyo ah. ah. hiyo haikuisha kwenu. mm -hmm. Ukaniambia una njaa, akutumia shilingi elfu sita pamoja na kutolea jumla bei gani hiyo? Mi napenda sana sawa <Neo> kama wewe tunaelewana, tunaenda tunaelewana, tunaelewana vizuri, shilingi ngapi <laughs> <laughs> Eh, wala 2021. <ifu shina> <laughs> Au kuishia hapo na ule kutoka kule kwenu kuja mpaka huko ni shilingi elfu tano kujumlisha na shilingi 1000 ya kutolea jumla, shilingi ngapi hiyo? Eh, wala, mimi nakupendea hapo wewe, tunaenda sawa tu. Badala hapo, tukuishia hapo ulivofika, moja kwa moja ukataka kula, nikaenda kukununulia viazi vya 1000 hizo mbili, jumla shilingi ngapi hiyo? Eh, wala.

Na unakumbuka nilikwambia nimepanga kutumia na wewe bei gani? Mpaka sasa umetumia shilingi ngapi? 29.8. Era kwa sababu gani? Chukua basi mia mbili na mambo mengi bwana na kuvutia Winston yani. Chukua. Chukua bwana mbele yako bwana. Kabisa. Shikaga bwana, si mia mbili imebaki. Nimekudhulumu kwani? Sasa ni mia mbili nifanye nini lakini mapozi. Tumetumia bei gani? Ishirini na ngapi? Ukwambia so, ulikuwa hujui mambo yanapokwenda. Wagawana ah, ah, miambili yako